Sharati na moja kwa moja unaelewa ni aina gani ya ufalme unaomtawala amina. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe sana. Andiko la mwanzo kabisa la msingi lililobeba msingi wetu, somea kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 25 mpaka 26 Anasemaje? mm -hmm. Waebrania kumi na moja ishirini na tano mpaka ishirini na sita. Akaona, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu. ishirini na ngapi? ishirini na tano. Anza ishirini na nne kwa imani, kwa imani, Musa alipokuwa, Musa alipokuwa mtu mzima kuitwa mwana wa Farao akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani, Musa alipokuwa mtu mzima anapotambua, anapojielewa Yako mambo kwenye maisha ni kama yamebeba uzuri lakini ni ya kitambo. Yako mambo ni kama yanaonekana yanakupa zamani lakini ni ya kitambo. Musa alijua hili, nikiwa chini ya Farao niko ndani ya ufalme wa Misri, unanielewa? Kilichofanya Musa katae, si tu kukataa Farao, ni kukataa na ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe! Hey, hey. Akaamua kukataa mpaka ufalme unaomiliki. Nisikilize mpendwa, ufalme unaotumiliki ndio uliobeba hatimiliki ya maisha yako kama Daudi kuti aliyetumiki nasema matokeo yake ni mabaya mno. Haijalishi leo utajifuta kwa jitambo, lakini majira yapo, kila mtu atajua ya kwamba utaharibikiwa. Amenye, Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani Musa ataamua kukataa alipokuwa mtu mzima, alipokuwa mtu mzima Fikiri anayeelewa kwamba mahali nilipo hakuna mtu alipata raha kama Musa. Musa aliishi kwa mfalme, aliishi mahali ambapo kila sekta za uongozi zinainama kwa Farao. Alikula anachotaka, alivaa anachotaka, alikunywa anachotaka, lakini majina yalipofika, hakuangalia heshima yake, hakuangalia vitu alivyo navyo, akajua nipo i unakataliwa. Kuna watu wanasema ni mshamba, oh, umepitwa na wakati. Lakini ninakwambia umechagua ufalme mwema utakaokusaidia. Kuna watu wanasema oh, angalia ni binti, lakini unaishi kama kizamani. Mpendwa, wewe sio wa dunia hii, wewe ni wa Baba. Nasema ni wa Baba. Maandiko yanasema tukiishi kwa dunia hii, tuzifikiria dunia, tufikiria yocho oh. Haleluya. Amen. Mpe Yesu makofi mazuri, chapia Yesu makofi mazuri. Ngoja nikwambia, kama umechagua ufalme wa Yesu Kristo ambaye ni mwanzilishi wa imani, nasema hautapendwa na kila mtu, nasema hautapendwa na kila mtu Hautaweza kupendwa hautafurahisha kila mtu. Maana kuna wengine watakuchukia kwa msimamo wako, watakuchukia kwa msimamo yako, wanatamani labda wangekupoteza, lakini imani yako inasema sitateteweka, nitamwangalia Bwana. Oh, pendwa nisikilize, tuko kwenye dunia ambayo, kama umemchagua Jehova kabisa, hautapendwa na kila mtu. Kuna mahali utaitwa mshamba, kuna mahali, kuna aina ya marafiki watakuacha. Isikupe shida kuachwa na watu, yaani kwenye maisha bora, watu watakuacha. Yesu akawa faraja yako kuliko ukazungukwa na watu wakawa kichomi kwenye maisha yako, wakawa mima kwenye maisha yako, wao wakawa kilio Acha nikwambie wanadamu madirika. Madirika, ni yeah. Hey, yeah. Wana tabia ya kubadilika, asiyebadilika ni superstar Yesu. Yeye anaingia na watu kwenye kila eneo, wanapolia na riadao nao, wanapocheka nachekanao. Haleluya, yeah. Bwana Yesu asifiwe jina yeah. la Bwana libarikiwe yeah. Atakataa kuitwa mtoto wa Farao. Hivi ungelikuwa wewe, unakataa kuitwa mtoto wa Samia Ogoya habari zote nikatangaza, jamani, kuna gumzo limetokea Tanzania, kuna mtoto wa Samia amekataa kuitwa mtoto wa Samia. Amekubali kwenda kulima viazi Njombe, amekubali kuchana mao Njombe, amekubali kubeba magogo Njombe, akachiwa mateso ninayopata ni ya kitambo.